adi ya 19, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Matayo sura ya tano aya 43 hadi ya 48. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, wanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru Je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari kwa pamoja Maandiko Matakatifu kwa siku hii ya leo ambapo kwayo tutatafakari kuhusu upendo na msamaha kuwa ni matendo fungamanishi. Siku hii ya leo sote tunapewa mwaliko wa kupenda kwa ukarimu na kusamehe kwa urahisi. Ndugu, hembu tutafakari pamoja maisha tuishio duniani. Naam, jicho la Bwana latuona hata tukiwa sirini. Katika somo la kwanza la Kumbukumbu la Torati tunapata hosia jinsi gani ya kuweza kuishi katika ulimwengu huu wa sasa, lakini zaidi sana kama wana wa taifa takatifu. Kwa wakati wetu, kuishi kwa kutenda mema imekuwa ni jambo gumu na lenye kutingwa na kauli mbiu za kiulimwengu za haki, usawa na demokrasia. Jambo la kuishi kulingana na amri za Mungu imekuwa ni mzigo kwetu, badala yake tunakuwa tunafuata kanuni zetu wenyewe zenye vivuli vya haki, usawa na demokrasia, lakini ndani yake kumejawa na sanaa hafifu zenye kuzidi kumwangamiza mwanadamu. Hivyo kwa kufuata maongozi yetu binafsi tumejikuta tumeanguka dhambini kwa kujijali sisi wenyewe na kuwasahau wenzetu, tukiona kwamba tunastahili zaidi kuliko wengine wale wasiokuwa na kitu, hali au mali. Upendo umedhoofu, tukidai usawa tunasahau lengo msingi la Mungu kumuumba mwanadamu halikuwa kwa jinsia moja tu bali vyote Mungu alivyoviumba vilikuwa ni vyema na vya kupendeza. Leo Kristo anatupa mfano wa kuwapenda adui zetu kwa, kwa lugha nyingine tunaalikwa tusiwe na ubaguzi. Hizi kauli mbiu za kiulimwengu zisiondoe maana ya uumbaji wa Mungu na pendo lake ambalo sote twashiriki. Ndiyo maana katika somo la kwanza Mungu anasisitiza zaidi kutembea katika njia zake, kushika amri na maagizo yake, na siyo hivyo tu, bali kuisikia sauti yake. Sauti ambayo Kristo anatuambia na kutuhimiza leo hii ni kuwapenda maadui zetu na kuwaombea wanaotuudhi. Mwenjili Matayo anaweka bayana kuhusu hili. Kwanza kabisa neno adui limetokana na neno la Kilatini la karne ya tisa, lenye maana ya rafiki mbaya, ambapo kwayo chanzo cha ubaya huo ni pamoja na hasira, uadui, chuki, husuda, wivu, hofu, kutokuaminiana na kuwa na kinyongo. Leo Kristo anasisitiza zaidi kuwapenda adui zetu na kuwaombea mema wale wote wanaotuudhi. Haya ni matendo ya Kimungu. Ndiyo maana Kristo anatuambia ni kwa kufanya hivi tutakuwa wana wa Baba aliye mbinguni. Basi nasi yatupaswa kuwapenda maadui zetu zaidi sana, upendo wetu usiwe na kikomo, tupende kwa ukarimu na kwa saburi bila kubagua. Ndugu zangu, yawezekana kitendo hichi cha kuwapenda adui zetu kuwa ni kitu kigumu sana na kama kukiona adhabu. Lakini embu fikiri namna ambavyo Mungu huwaangazia jua lake waovu na wema, vivyo hivyo huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Hii ni wazi kuwa upendo wa Mungu umejifunua kwa kila kiumbe. Kwa hiyo ni amri ya Mungu kuishi kwa upendo, pendo lisilokuwa na mawaa. Tuwapende adui zetu na kuwaombea mema. Ni kwa njia ya upendo tutaweza kuufanya ulimwengu kuwa kisiwa cha amani. Ni kwa kuzidi sana katika sala kuomba neema ya Mungu ili kuufanya ulimwengu kuwa mahali salama pa kuishi. Kuishi kwa chuki au kuonyesha kutokuwapenda adui zetu hakutuongezei kitu, bali tunazidi kujidhoofisha wenyewe. Ndugu wapendwa, ni dhahiri kuwa hatuwezi kuwapenda adui zetu pasipokuwa na moyo wa kusamehe au kusameheana. Neno msamaha linatokana na neno la Kigiriki lenye maana ya kuachilia. Hakika ukitaka kumpenda adui yako, achilia moyo wako kwa kumsamehe. Acha wivu, acha hofu, acha hasira, acha kinyongo, acha majivuno acha husuda, achilia vyote hivyo na vingine vingi ambavyo vinakufanya mfungwa kwa nduguyo au jirani, kwa kumshikilia kama mtesi wako au adui yako. Ni kwa njia ya msamaha ndipo utakapokuwa na msingi na mwanzo mpya wa upendo kwa adui zako. Tena yatupasa kusamehe adui zetu kwa kutokuwadai fidia au malipo kwa sababu ya hasara au machungu tuliyopata kwa sababu ya udhaifu wao. Maandiko matakatifu yanatufundisha kuwa upendo usiyo na ubinafsi ndio msingi wa msamaha wa kweli, kwa kuwa upendo hauweki hesabu ya ubaya. Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kumi na tatu aya ya nne hadi ya tano anatuarifu na kutuambia kuwa upendo huvumilia Upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Hivyo sote katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaalikwa mimi na wewe kuishi kwa upendo, sote bila kubaguana kwa sababu yoyote ile, tujifunze kuachilia mbali vilema vyetu vya chuki na kuacha kuwa na mioyo migumu ya kutokusamehe kwa urahisi na kutopenda kwa ukarimu. Hivyo ndugu na tupendane. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Noeli Erasto wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.